Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, Paul Makonda, amepiga marufuku maandamano yoyote pamoja na mikutano ya kisiasa isiyokuwa na uhalali wa kisheria kufanyika katika jiji la Dar es Salaam. Hamisi Suleiman anaarifu zaidi. Agizo la mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda linafuatia tamko lililotolewa na Rais Dr John Magufuli jana kupiga marufuku maandamano yaliyopangwa kufanyika kuanzia Septemba mosi na Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema iliyobatizwa jina la Ukuta likiwa na maana ya kupinga wanaodai udikteta wa demokrasia hapa nchini. Mkuu wa nchi amejeshi mkuu na rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Dr John Pombe Magufuli. maelekezo yake kwangu ni moja ya kiapo, nicho nichoapa kutii na kupokea maelekezo yake nikiwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, si siruhusu na wala sitaruhusu na wala sitegemei watu kufanya maandamano kwenye mkoa wangu. Aidha, mkuu wa mkoa amewataka wananchi wote wa mkoa wa Dar es Salaam kujikita na kufanya kazi kwa bidii ili kujiletea maendeleo na kuachana na dhana zisizokuwa na msingi ikiwemo kushawishiwa na wanasiasa kuleta vurugu au uchochezi unaweza kuhatarisha uvunjifu wa amani hapa nchini maendeleo yanaletwa na zako binafsi. Maendeleo yanaletwa na umoja, mshikamano na upendo. Maendeleo yanaletwa na amani. Tukitowesha amani yetu, umoja wetu, mshikamano wetu, ni hakika tutaweza kuwa na maendeleo, tutakuwa na vurugu, ghasia, madhara makubwa ya kupoteza ndugu zetu na mwisho wa siku kuhatarisha amani ya taifa letu. Hamisi Suleman, Channel 10, Dar es Salaam. <mimu> letus0